Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sa'ala sa'ilun, ameuliza muulizaji mal farqu bainal qada'i wal qadar? Kuna tofauti gani kati ya al qada'u wal qadar? I'lam rahimakallah, hebu tambua ndugu yangu Allah akurehemu. Naqulu sisi tunasema huma kal iman wal islam, viwili hivyo. Alqadar walqadhau ni kama vile Uislamu na imani. Fa idha dhukira alqadhau wahdahu fi nasi dakhala maahu alqadar, itakapokuja neno alqadhau katika aya basi itakuwa na maana ya alqadar. Wa kadhalika, na ndo vile vile, idha dhukira alqadaru wahdahu fi nasi dakhala maahu alqadha, litakapokuja neno alqadaru peke yake katika aya basi hilo neno alqadar litakuwa lina maana ya alqadhau. Fa alqadha huwa alqadar wa alqadar huwa alqadha wa amma idha dhukira ma fi nasi wahid, ama maneno mawili haya yatakapokuja pamoja katika aya moja, itakuwa na maana gani? Fayakunu alqadar, basi itakuwa hilo neno alqadar huwa ilmu llahi wa kitabatuhu fi lawhi almahfudhi wa mashiatuhu elimu ya Allah na kuandika kwake katika ule ubao wa lauhil mahfudhi, pamoja na matakwa yake. Walqadhau huwa wuku dhalika fi ardhi llahi azza wa jalla, na alqadhau itakuwa ni kule kutokea kwake katika ardhi ya Allah aliyetakasika takasika. Wa dhalika liana alqadara arba maratib, kwa ajili hiyo alqadar itakuwa ina maratib manne alilmu walkitabatu wa mashiatun walkhalq, elimu yake kuandika kwake matakwa yake pamoja na uumbaji wake. Falmaratibu thalatha lula ama, hivi vitu vitatu vya mwanzo hiya lqadaru, hivo vitakuwa vina maana ya alqadaru walkhalq, huwa lqadha na kuumba kwake ndiyo kule kutokea kwake. Wassalamu alaikum